Zanzibari, baadhi yenu bwana, mnanishangaza sana. Watu wakiwasema vizuri tu Watanganyika, wakiwaongelea vizuri Wabongo, ninyi mnakereka. Kwa nini mnakereka, mnakereka? Kwa sababu ukiangalia huu si muungano, hizi nchi si zimeungana? Na halafu sasa, na jingine, sisi tunatakiwa tushukuru Mungu kwa sababu ukiangalia rais wa Tanganyika nani? Rais wa Tanganyika Mzanzibari halafu la pili ni Muislamu, halafu tizama na haya mambo anayoyafanya. Alipoingia yeye tu walikuwepo mashehe wetu, ndugu zetu, watu wenu wa muamsho walikaa zaidi ya miaka tisa, na aliwatoa nani? Kaja kuwatoa yeye. Tawala zilizopita mbona zilishindwa kuwatoa haya? Tukiangalia kwa mfano sasa hivi utamkuta mtu anauzungumza muungano. Muungano huu uliotuunganisha sisi, si ndio heri kwetu? kwa sababu kwanza sisi hapa hatuna miundombinu ya kutosha, nchi yetu bado. Tukiangalia umeme sisi, tukiangalia kula, kula, tunategemea Tanganyika. Tukiangalia asilimia kubwa ya chakula tunategemea Tanganyika, lakini mtu ukimwambia masuala hayo atakwambia kwani hii si biashara tu kama biashara nyingine. Haya, kwa mfano biashara tuseme kama biashara nyingine, leo hii inavunjika muungano huu, umeme sisi bado hapa hatujawa nao, itabidi wale tununue vile, vile, lakini je samani tutayonunua sasa hivi umeme ule na vyakula hivi? Ndio samani tutonunua wakati huo, kwa sababu wakati huo hawa tatukazia nini? Kwa sababu kwa sababu hawa sasa hivi wanasikia lisogo, muungano muungano muungano muungano mnauzungumza vibaya, muungano mnawazungumza wao vibaya. Hawa watanganyika watafika pahala watachoka na watakwambieni, haya Zanzibar yenu hii hapa chukueni. Je, tumeshajiweza? maana hata hao viongozi wetu hapa wamenyamaza kimya, hawalizungumzi hata ile swala la, la muungano. Nyinyi hapa tulikuepo mitaani ndio tunazungumza masuala ya muungano, na huyo huyo anazungumza masuala ya muungano, hataki wasifie wabongo. Yeye kucha kutwa zikenda boti na yeye yumo kwenye boti, zikirudi boti na yeye yumo. Wanahangaika na vieti vyao kwenda kutafuta kazi, kwenda kutafuta ajira, kwenye makampuni, kwenye maofisi, kwenye mameli. Sasa ukivunjika muungano huu utafanya hivyo ulivyofanya wewe kwamba kwenda kurudi kwenda kurudi kwenda kurudi. Hatusemi kwamba itakuwa watu hawendi watu, tutakwenda kwa sababu tunakwenda hata hizo nchi za nje tutakwenda, lakini je, kila kitu tutapata kama tunavyokipata sasa hivi? Tazama sasa hivi asilimia tisini ya Wazanzibari watu wao wapo Tanganyika, pana wazee wetu kule, pana marafiki zetu, pana watu wametoka hapa, wapo kule kwa kwenye makampuni. Huyo bahari moja tu, zaidi ya robo ya watu wa Zanzibar na yeye mbali, watu wengine hawa

fulani kasema, na wewe useme. Tuangalieni jamani, asilimia kubwa sisi tunawategemea wale vitu vyote hizi zote biashara sawa, lakini tutizameni. Na halafu ikivunjika huu muungano wale watatuwekea ngumu, na baadaye itakuja kutokezea fitina hapa wale, wale watanganyika baadaye na Wazanzibari itakuja kutokezea fitina hapa, na huenda Mungu atusitiri hapa, hata muungano utetena uliokuwa mkubwa utakuja kutokezea, kutokezea hapa. Sasa tusipoangalia jamani, sisi tunasema kweli, sisi wengine hatupo kwenye siasa wala sio wana siasa. Sisi tupo katika kuelimishana. Mwenye kufahamu afahamu. Mwenye kuwa na utachi wake atakuwa nao tu. Maana ukizungumza hapa watu watakuita majina mengi. Watakuita wewe kada, watakuita wewe mkereketwa. Sisi hatupo kwenye siasa wala hatupo kwenye dini. Ili mradi tu kwamba hizi nchi sisi zimeungana na sisi kule watu wetu wepo wapo wengi. Mimi binafsi yangu wabongo na wakubali na watanganyika ninawapenda kwa ajili ya Mungu, na ukiangalia nchi hizi bila ya kuungana, bila wa hapa kwenda kule na wa kule kuja hapa, ha, hapa takuwa na maendeleo we. Hapa sisi tunazo ardhi za kulima za kutosha kuzalisha vyakula vikatotosha. Sie tizama hizi zile ardhi tulizokuwa tunazo sisi, hatuziwezi kuzilima kama sio kuingia hapa watanganyika, wakaja hapa wasukuma wakatusaidia sisi na kulima, tusingekuwa na hata ile mihogo matuta 10 tusingekuwa nayo. Asilimia tisini ya Wazanzibari hawezi kupiga hata yale mashimo kumi ya mgomba kula yeye na familia yake ndizi. Hawezi. Nenda kaangalie masokoni vyakula vya mboga mboga, yani asilimia zote ndani wanolima Watanganyika, Wasukuma wapo na ndo, ndo wanopeleka na ndo wanolima. Hata ukimkuta huyo Mzanzibari analima hapa, lakini kama hana muunganisho na Watanganyika, hawezi yeye kulima. Sasa nyinyi uzungumzieni muungano vibaya, wazungumzieni Watanganyika vibaya hivyo siku hawa zogo litawatosha, na watakwambieni haya Zanzibar yenu hii hapa sasa, chukueni. Mtaona sasa kicha tutokezea kwa sababu sisi bado hatujaweza. Tusiwe tu tuna utakiwa kusema, tusiwe tuna ile siasa tu ya kijinga, tuangalie mwelekeo unapokwenda. Tuacheni kwanza haya mambo, tusileke tusidete nyoko nyoko. Na wewe unaposifiwa Mtanganyika, wewe angalia. Hata wewe kama unamponda mimi sidhani, hata wewe kama unamponda, na wewe mtu wako kule haipo sasa ikuwa wewe unaponda yule mtu wako kule unamponda vile vile, ina maana hutaki kumuunga mkono. Basi msende na nyinyi kule, kama unajiweza kule. Sasa wewe usende kule, usende kutafuta kazi, ajira yote wewe usende, baki na hii hii Zanzibar yako, halafu tafuta ajira hapa hapa. Kwa nini kila siku unakwenda ukirudi? Tusipoangalia jamani, tutajikuta tupo babaya, na tunaleta fitina kwa hili zogozogo la kila siku. Tujielewe ni mkiambiwa, mtaleta maneno tele, mnaleta matusi ambayo hayana maana yote.